Makala ya balozi wa Kiswahili yanazidi kukujia kwa mpigo, kwa fujo na hata vurumai. Hii ni kwa sababu atafutaye hachoki, akichoka keshapata. Leo basi, ninazidi kuhakikisha kwamba Kiswahili chetu chatukuka, na ndiyo maana katika pilika pilika zangu napatana kijulanga mmoja, barobaro, ukipenda mwite kijana barobaro, anieleze kwa nini sheng inatawala kuliko Kiswahili sanifu. Lakini kwanza, jina kaka, waitwaje? Uh, mimi naitwa DJ U. Waitwa DJ U? nami naitwa MC Frinary, balozi wa Kiswahili. Um, furaha sana kukupata, ningependa tuongee mawili matatu. Uh, kwanza, kwa nini Sheng inatawala Kiswahili, hasa huku mtaani? mtaani kaka? Uh, mimi nasema Sheng inatawala juu ni lugha tu ya mtaa ni lugha ukiongea, ukiwa kaa kijana, inaonyesha na like wewe ni kijana, like wewe ni Gen Z, e, ni fashion, eh? Ni mtindo <laughs> kama mtindo tu ya kuwa kawe ni kijana, una style ujue, hasa nyinyi kizazizi, yaani e, mnajiitaje? Gen Z jenz, sisi ni majenzi <laughs> Ha, basi lakini mimi basi kama balozi wa Kiswahili nimekuja kukuambia kukabadilisha kubadilisha mawazo yako kwamba tuachane na sheng', tuizike katika kaburi la liliwala yaani, e, kaburi la sahau, ili e, tuweze kuiboresha lugha sanifu ya Kiswahili. Hapo vipi, kaka? Hapo sawa, eh? Nisaidie kuikweza hadhi ya Kiswahili, ni kweli. Um, hivi sasa e, mama mnamwitaje kwa sheng'? Mama kwa sheng' le, tunaweza mwita tu madhe mokoro ama masa <laughs> ama masa. Na baba, je, baba ni mwana mtu tu mzaya ama buda buda, buda? E, ama kwa kweli Waswahili walisema jambo usilolijua ni kama usiku wa kiza. Wajua unapomwita mama yako masa unamaanisha nini wewe? Hai bado, si ni mwana mtu tu madhe <laughs> Like, si tu ni kawaida tu yani, ukimwita masa basi kiswahili sanifu inamaanisha unamwita mambo ya kuchukiza, yani mambo ya kukera, mambo ya kuudhi bwana. Kwa hivyo kutoka leo, tafadhali na kuomba kwa heshima kuu, usimwite mama yako masa. Na pia baba unapomwita buda, wajua buda ni nani kwa kiswahili sanifu? Buda sijui. <laughs> Like, mimi najua tu ni mzaitu. Buda ni mwanaume ama mzee ambaye hana meno, kibogoyo bwana <laughs> yeah? Kwa hivyo kutoka leo basi usimuite baba yako buda, kwa sababu unamwita mhangi. Pia anaitwa mhangi mwanaume ambaye ana umri tawili, amekonga kabisa, amezeeka, amekula chumvi kweli kweli. Hana hata meno, kwa hivyo nakusii eh, sheng kidogo unaona inaharibu Kiswahili chetu uh-huh. Na pia inaleta matusi, yeah, inatusi basi, <laughs> basi kwanzia leo nakusii utumie Kiswahili sanifu.